Halmashauri ya wilaya ya Busega mkoani Simiyu kupitia idara ya utumishi wa umma na tume ya utumishi wa walimu imetoa mafunzo ya maadili, kanuni na sheria za utumishi kwa watumishi wa ajira mpya ili kuwajengea uwezo wa kwenda kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Akifungua mafunzo haya, Katibu Tawala Wilaya ya Busega Sangayi Mambayi anawataka watumishi hawa kutanguliza uzalendo mbele katika utekelezaji wa majukumu yao kama duu kama mgonga i zetu <coughs> ndugu zangu tunaweza tukaona ni mzara, lakini ndugu zangu, huko nje tuna ndugu zetu wadogo zetu kaka zetu, kila kukicha wako na kuna bahasha kubwa, kila kukicha wako na ajira kubwa. Kwa hiyo kwa sisi tuliopata bahati hii ndugu zangu, tusichezee. Msisitizo hapa ni watumishi hawa kuzingatia maadili, kanuni na sheria za kiutumishi. Nendeni mkarejere maadili ya kazi zenu ili muweze kuishi katika maadili ya kazi zenu. Cha pili, nidhamu. Kuna ujazaji wa kwenye mfumo sasa hivi Kaendelea wavumilivu kazini, kule kuna vitu vingi, na wakati fulani unafika unaona kama unakata, unakata tamaa, lakini tuatie moyo sisi, tuko kwa ajili ya, mano, sisi tuko kwa ajili yenu kwa maana sisi tunadiwa kuwahudumia nyinyi. Aidha wanakumbushwa kutojiingiza kwenye mikopo umiza, badala yake wakope katika taasisi za fedha zinazotambulika na serikali. Serikali imetoa leseni kwenye taasisi za kifedha rasmi kama mabenki <laughs> ambayo yana riba rafiki kama ambavyo wamezungumza viongozi, tunawashauri mtumie sana kwa benki pamoja na akiba kunashhulik. Kikao hiki kimejumuisha watumishi wa ajira mpya zaidi ya 100 wa kada ya walimu, afya na utawala.